Hii ina sports ya Abia Nine TV na mtangazaji wako ni Logan Lake. Leo nakuletea risi ya wachezaji ambao hawakuwahi kuvaa medali za UEFA Champions League. Akawa nambari nambari moja ni Zlatan Ibrahimovic. Huyu ni mshambuliaji wa timu ya taifa ya Sweden akivitumikia vilabu vya AC Milan, Barcelona, PSG na Manchester United. lakini hakuwahi kubahatika kuvaa medali ya UEFA Champions League mpaka na staafu soka. Namba mbili, Gigi Buffon. Huyu alikuwa ni goalkeeper hatari wa timu ya taifa ya Italy, akivitumikia vilabu vya Parma, PSG na Juventus Turin ya pale nchini Italia, lakini hakuwahi kubahatika kuvaa medali ya UEFA Champions League, japokuwa aligoma kustaafu soka mpaka avae medali hiyo, lakini isivyo bahati hakupata kuivaa medali hiyo ya UEFA Champions League. Nambari tatu, George Weah. Huyo ndiyo Mwafrika wa kwanza kutoa tuzo ya Ballon d'Or, lakini hakuwahi kabisa kuvaa medali ya UEFA Champions League. Akivitumikia vilabu vya Manchester United, Manchester City, Marseille, AC Milan, Chelsea, lakini hakuwahi kupata nafasi ya kuvaa medali hiyo ya UEFA Champions League. Nambari 4, Diego Armando Maradona, mzee wa goli la mkono wa Mungu, hakuwahi kuvaa medali ya UEFA Champions League, akicheza kwa mafanikio kwenye kilabu ya Napoli, Barcelona, pia akitumikia Sevilla, lakini hakuwahi kubahatika kuvaa medali ya UEFA Champions League, isipokuwa alibeba UEFA Cup mwaka 1999 akiwa na Napoli. Nambari tano ni Ali Daei huyu ndiye mfungaji bora wa muda wote wa timu yake ya taifa ilani, pia anashika nafasi ya pili ya mfungaji bora wa muda wote kwa ngazi ya kimataifa akizijiwa na Cristiano Ronaldo. Huyu amevitumikia vilabu vya Hertha Berlin na Bayern Munich, lakini hakuwahi kubahatika kuvaa medali ya UEFA Champions League. Nambari sita, Okocha, huyu amevitumikia vilabu vya Frankfurt, Fenerbahce, PSG lakini akipata mafanikio makubwa zaidi akiwa na PSG ya Ufaransa, lakini hakuwahi kubahatika kuvaa medali ya UEFA Champions League akiwa na vilabu hivyo. Na hii ni na Sports na msimulizi wako ni Logan Lake. Usisahau kusubscribe ili upate kujiunga na familia hii kubwa, upate updates mbalimbali mbali za michezo. Asante, tukutane siku nyingine.